Tarehe ta 9 na 1 ile, kinafanana na hayo mnayolalamikia kwamba viongozi wetu wana wana wana wana inafanana. Hata kama viongozi watakuwa madhalimu kiasi gani, lakini ni nafuu kuliko madhara yanayopatikana pakipatikana vurugu. Ikiwa kama hili ulioni, mimi nakusaidia vipi? Nikwambiaje mpaka mwelewe? hata kama mtakuwa mna misimamo yenu hawa watawala kadha, hawa viongozi kadha, hawa kadha wa kadha, bado ni nafuu kuliko vurugu zikitokea. Kwa hiyo ni wajibu kuwatii viongozi, tena bidhati, inapotokea mikinzano kama hii, wa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul mnavutana kwenye jambo fulani, rirejesheni kwa flani, rirejesheni kwa Allah, rirejesheni kwa mtume. Allah, rirejesheni kwa, kwa mtume. Allah anasema walau radduhu ila rasuli wa ila ulilamri minhum la'alimahu alladhina, wangerejesha jambo hili kwa mtume wakati wa uhai wake, warejeshe kwenye sunna ya mtume baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, warejeshe kwa watu wenye mamlaka kwao, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum wangeleta ilmu yenye manfaa wale wenye uwezo wa kufanya simbabu miongoni mwa hao viongozi wao. Mimi naongeza neno kidogo, ni msemo wa Kiswahili, nafanya tisibas kwenye msemo huu wa Kiswahili, zimu likujuwalo alikuli likakwisha. Nisi mna dosari na viongozi wenu, wana wana, wana wana, wawe watakavyokuwa, bado wako humu tupo nao humu ndani. Sawa, wa wa wa wana makampuni ya wa biashara yapo humu ndani, waajiri wao wote ni Watanzania wana sijui wapo humu ndani.